E bwana, kufuatia show ya Diamond Platnumz ambazo anazifanya huko London Uingereza, ni kwamba Mwijaku pamoja na Juma Lokole wamekuwa wakitupiana madongo huko mitandaoni. Kama unavyofahamu kwamba baada tu ya show ya Diamond Platnumz kuwa successful kule London Uingereza, ni kwamba Mwijaku aliruka kupitia ukurasa wake wa Instagram na akaanza kuzungumza kuhusiana na kutafuta dosari kuhusiana na show ambayo Diamond ameifanya kule Uingereza. Kwa kifupi ni kwamba show ambayo Diamond ameifanya Uingereza kule bwana, ilikuwa ni moto kwelikweli, kutokana na kwamba tuliona tulishuhudia dhahiri shahiri kwamba eh, watu walikuwa wamejaa katika show ile lakini pia vilevile vile kubwa zaidi ambalo limehappen huko London, bwana ni kwamba sio tu kwamba eti watu walikuwa wanasema kwamba Diamond aliondoka na Jux, kwa sababu Jux sasa hivi ni kipenzi cha Nigeria, hivyo basi aliamua kumbeba Jux ili aweze kuwavutia zaidi Wanaijeria waweze kuhudhuria kwa wingi kwenye show yake, jambo ambalo limeonekana wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba ni tofauti na hivyo ambavyo watu walivyokuwa wamelichukulia, e bwana, katika show ya Diamond kule London siku ya jana, lakini leo pia Manchester imefanyika usiku wa kwa mkia leo imefanyika tena show Manchester huko huko Uingereza, ambapo mambo yamekuwa ni yale yale, yaani watu wamejaa to the maximum, lakini Show ambayo alifanya kule Royal Albert, ukumbi wa kwanza kabisa ule wa London. Ndiyo show ambayo ilifunika bovu kutokana na kwamba ukumbi ulikuwa ni mkubwa mno na ukajaa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba waliojitokeza katika ile show sio tu kwamba ni watu weusi ambao tungesema kwamba labda ni wanaijeria ambao wamevutiwa na situation nzima ya Jux kuoa huko kwao na Jux alikuwepo pia katika show hiyo, hapana, ni kwamba katika ule ukumbi bwana walifurika mpaka wazungu. Yani ukitazama zile siti za juu kabisa kule walikuwa wamejaa wazungu Zungu, yani ni ngozi nyeupe ilikuwa ni show utadhania ya Barna Boy, kitendo ambacho kikafanya hata Mwijaku mwenyewe akawa yuko very stressed out na akaanza kurekodi video akidai kwamba anatafuta makosa, anatafuta dosari, ameshindwa kulala baada ya kuona Diamond amejaza katika ule ukumbi. Atazungumza nini kwa Watanzania, kwani yeye ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakimpinga Diamond vikali. Hebu usikiliza hapa kitu ambacho Mwijaku kwanza alichokizungumza jana, alafu ni kuelezee ugomvi ambao ulioibuka kati ya Mwijaku na Juma Lokole leo.

Yeah, so hi, hayo yalikuwa ni maneno ya Mwijaku kuhusiana na show ya Diamond baada ya kuonekana kwamba ilikuwa imejaa siku ya kwanza. Then baada ya hapo bwana, katika dosari dosari ambazo Mwijaku alikuwa anazitafuta, bwana akapata video moja ambayo ilikuwa inaonyesha kama vile kulikuwa kumepwaya sehemu haya, akaposti hiyo video katika ukurasa wake wa Instagram, afu akasema kwamba bwana, sema hapa, e, ka, asema hapa kujaa mm? ni makamera tu makamera mani, wanajua jinsi ya kuedit aisee. Hicho ndo kitu ambacho Mwijaku alikuja aka aka post, watu wakaja wakicheka wakisema kwamba bwana sema Mondi anapambana sana, ni wivi wetu tu mimi na Mwijaku ndo unatufanya tumuone kama vile hana kasheshe. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana kaka Mwijaku, wewe bwana hii video utakuwa umekroop, umepunguza watu. Kwa hiyo kwamba kuna mtu hapa amekuja amecomment kwamba bwana najua Ea. Ukijifungiaga okay, chooni peke yako waga, unasema kwamba Simba baba lao. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, lakini pia kuna jamaa mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Mwijaku hana akili. Anaponda tu kazi za watu, mbona akifanya vitu vyake yeye tunamsupporti, ila yeye vya wenzie anataka tuanze kuvisema vibaya. Haya, hizo ni comment, lakini ukachana na hilo bwana, kitu kingine ambacho amekuja kufanya Mwijaku ni kwamba akaposti katika kurasa wake wa Instagram picha ya Tiwa Savage afu akaandika kwamba bila wa Nigeria Eh, tusingeweza kabisa. Ameandika hivyo eh, huyo ni Mwijaku. Amesema kwamba ni bila wa Nigeria ile show yani, anasema kwamba tusingeweza kabisa kujaza. So hapa anataka kumdiscredit Diamond akiwa anadai kwamba, yani, ile show ya Diamond ilijaa kutokana na kwamba wa Nigeria walikuwa wengi katika ile show. Umeona bwana eh, wa Nigeria walikuwepo, ni maperforma wa Kinaijeria, wasanii wa Kinaijeria. Tuliona kulikuwa kuna Patoranking, kulikuwa kuna Mr Flavor, kulikuwa kuna Tiwa Savage, na inasemekana kwamba alikuwa pia anatakiwa apande jukwani kumsupport Diamond, msanii mwingine kutoka Nigeria ambaye ni Kiz Daniel, lakini nadhani Kiz Daniel alipata udhuru kidogo, kwa hiyo haku happen hivyo basi. Hiyo ndo sababu ambayo yeye Mwijaku ameishikilia akidai kwamba performance ya Diamond na watu kujaa ni kutokana na kwamba kulikuwa kuna wasanii wengi sana wa kutoka Nigeria ambao wako very powerful, walikuwa wamealikwa katika hiyo show na ndio maana watu wakajaa katika ule ukumbi. Lakini sasa, hapo ndipo alipokuja kumcharua Juma Lokole, ambapo Juma Lokole naye pia akatokea kumaindi sana, kitu ambacho Mwijaku amekiandika au hiyo post ya Mwijaku ambao alikuwa ameiweka, kwa mujibu wa Juma Lokole, akasema kwamba acheni uzuzu wa bongo So, haya ni maneno ya Juma Lokole ambayo ameyachapisha katika ukurasa wake wa Instagram, ikiwa imeonekana wazi kama vile ameamua kujibu kile ambacho alichokuwa amekiposti Mwijaku na kusema kwamba show ile isingewezekana kujaa vile bila ya uwepo wa Wanigeria. Yeah, so Juma Lokole ndo ameanzia hapo kudai kwamba acheni uzuzu wa Bongo, hao wa Nigeria wenyewe ndio wameomba show wameomba show wenyewe. Ameona ni kwamba kwa mujibu wa Juma Lokole anadai kwamba wa Nigeria wao ndio waliomba nafasi ya kuperform wakati Diamond anap, anap, anapanda jukwaani. Lakini Juma hakuishia hapo, hapa chini katika caption akaandika kwamba akaweka kwanza emoji za kucheka, akasema kwamba bwana bakora mnazopigwa na Diamond Plan na mzee mpaka mji, mpaka maji muite mma hawa Nigeria walikuja wenyewe baada ya kusikia tiketi zimeisha, pumbavu. Ameandika hivyo Juma Lokole kwamba wa Nigeria wamejitokeza kumsupport Diamond baada ya kusikia kwamba Diamond tayari ameshauza tiketi zote katika ukumbi ule, kwa ndo akamuwona wenye nao pia wajitokeze. Haya, wadau wamekuja kuweka comment hapa katika page ya Juma Lokole, umeona eh? Aha, hapa kuna mtu anasema bwana, show ya wa Nigeria hiyo, wewe mzee London, wana time ya kwenda kwenye show za kibao kata. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo. Kwa mtu amekuja hapa ameandika kwamba hivi wa Nigeria wamuombe show Diamond kweli mm? Unaanza ku, unaanza kuugua kicha. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Juma achana nao wivu, na hakuna wa kumfikia Diamond, anaipeperusha bendera yake ya kitanzania duniani kote. Haya, kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, sasa Juma unachozungumza hapa ni kipi? Kuna mtu anasema kwamba bwana, ila kuna video nyingine mnaediti video zinakuwa mbili mbili tofauti. Kuna mtu ameandika hivyo, so in short ni kwamba kila mtu hapa amekuja kuzungumza la kwake na, the end of the day ukizungu, ukizungu, ukizungu, ukizungu, kama umetazama show ni kwamba inaonyesha wazi kabisa kwamba ile show, hata kama hao wakinatiwa savage wasingekuwepo show bado ingebamba na ingeenda poa, kwa sababu kila nyimbo ambayo Diamond alikuwa anaimba tuliona kwamba mashabiki ambao walikuwa wamejitokeza katika ukumbi ule walikuwa wakiitikia, which means kwamba walikuwa wanazifahamu nyimbo za Diamond Platinums. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata